Hali yazidi kuwa mbaya nchini, watekaji sasa wahamia kwa mtoto wa Rais Samia. Mpaka sasa haijulikani alipo. Kabla sijakupa undani wa hili tafadhali, ni kujulishe kuwa Mseto Media tunahakikisha tunajitolea na kujitahidi kukutafutia na kukuletea wewe habari na matukio yote yaliyojificha na yasiyojificha. Tunataka kazi yako wewe iwe ni kukaa tu na kupata taarifa hizo kupitia simu au kifaa chako bila kuteseka. Sasa ili na sisi tuweze kukuletea kwa juhudi zaidi, tafadhali, kama itakupendeza, tungeomba utusapoti kwa chochote, ili kututia nguvu zaidi tusapoti kupitia namba yetu ya Airtel Money 0692189271. Jina litakuja Patricia Mtalo, kwani utatuongezea nguvu kwenye kuzitafuta habari, bando na vifaa. Chochote tunapokea na tunasema asante, iwe mia mbili ama elfu moja au hata mamilioni. Kwa unyenyekevu mkubwa tunashukuru sana. Na wewe ambaye bado huja subscribe, hakikisha umebonyeza maneno mekundu subscribe, kisha alama ya kengele. Kwenye taarifa kamili, ni kwamba kwa muda mrefu tumekuwa tukiwasikia zaidi wapinzani ndio wakilalamika wao wanatekwa na watu wao pia, lakini sasa hili limebadilika kufuatia kutekwa kwa mtoto wa Samia ambaye ni CCM damdam. Chama cha Mapinduzi CCM kinachoongozwa na mwenyekiti wa chama hicho mheshimiwa rais daktari samia Suluhu Hassan, kule Geita kimetangaza kutekwa kwa mwenyekiti wa UVCCM Geita Manjale Magambo ambaye mpaka sasa hajapatikana na dai alitekwa kwa gari aina ya Hilux unayoiona hapo, wanayosema ilifungwa namba feki. Katibu wa uenezi Geite, Andrew Mnuke, alithibitisha hilo kwa njia ya simu kwa kusema <tipa>

Lakini pia UVCCM Geita imetoa taarifa kwa umma ikilalamika juu ya utekaji huo kwa kuandika hivi, nanukuu. Mkoa wa Geita, taarifa kwa umma, kutekwa kwa mwenyekiti wa UVCCM Mkoa wa Geita, ndugu Manjale Magambo. Umoja wa vijana wa CCM UVCCM mkoa wa Geita umesikitishwa na kulaani vikali kitendo cha kutekwa kwa mwenyekiti wa mkoa ndugu Manjale Magambo kilichotokea usiku wa saa tatu tarehe 24 Oktoba 2025 katika makazi yake yaliyopo eneo la bomba mbili Geita mjini. Taarifa tulizo nazo zinaeleza kuwa wahusika waliotumia gari aina ya Toyota Hilux iliyokuwa imewekwa namba bandia za Toyota Vanguard yenye namba ya usajili wa ndugu Brian Paulo Bayo mwenye namba ya simu 071090 tisa nine, tisa moja, mkazi wa mkoa wa Arusha. UVCCM mkoa wa Geita, tunasikitishwa sana kuona matukio ya utekaji wa raia na viongozi yanaendelea kutokea nchini bila hatua za haraka kuchukuliwa na vyombo husika. Tunatoa masaa 24 kwa vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha mwenyekiti wetu anapatikana salama na wahusika wanachukuliwa hatua kali za kisheria. Iwapo ndani ya muda huo hatua hazitachukuliwa Zote usalama wa raia wote na haki ya kikatiba ya kulindwa na dola. Tunatoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Geita na Tanzania kwa ujumla kuwa watulivu, lakini waendelee kutoa ushirikiano kwa vyombo vya ulinzi na usalama katika kufanikisha upatikanaji wa mwenyekiti wetu. Imetolewa leo tarehe 27 Oktoba 2025 na, na ndugu Abel Shamakala, katibu UVCCM mkoa wa Geita. Kazi na utu, tunasonga mbele. Mwisho wa kunukuu. Mtazamaji wangu, hiyo ndio taarifa mpya ambapo sasa tumeona malalamiko ya kutekwa mwenyekiti wa UVCCM. Tofauti na kule nyuma tuliona wengi wanaotekwa ni Chadema, kina Soka Mdude na wengine. Kufuatia haya, wapo wanaosema mwizi akizoea sana kuiba mwisho ataiba nyumbani, lakini wapo wanaosema huenda huu ni ujanja wa CCM kujifanyisha na wao wametekwa ili kutopewa lawama. Mimi sijui kuhusu hilo, ila ni kazi yangu kukusogezea wewe kila lile linalojiri. Je, wewe una maoni gani juu ya hili Andika hapo chini, na sisi tutasoma. Mimi ni Princess Kiuli wa hapa Mseto Media. Kumbuka kutusupport kwa lolote na kusubscribe pia, asante. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.